Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliyokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa, harakati za kuondokana na unyanyasaji na uonevu dhidi ya mabaharia, ikiwa ni kuelekea siku ya mabaharia duniani hapo kesho Juni 25 first... ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa melini, nilijitambulisha kwa mhandisi mkuu na hafla alinifokea akisema kwamba hanipendi kwa sababu tu nimesoma shule fulani hivyo tu. Basi, leo katika mashinani tunaangazia haki za wanawake nchini Afghanistan karibu. Leo ni Jumanne ya tarehe ishirini na nne ya mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni siku ya Kimataifa ya Wanawake katika Diplomasia. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo basi, tutakuwa na mada kwa kina na inamulika harakati za kunasua mabaharia dhidi ya uonevu na unyanyasaji wakiwa kazini. Lakini kwanza, tupate muhtasari wa habari unaletwa kwako na Arnold Kayanda. Asante Flora. Kukiwa na dalili za kuwa sitisho la mapigano kati ya Iran na Israel linaanza kushika mizizi, mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomic, IAEA, Rafael Gross ametoa wito kwa Iran kuanza tena ushirikiano na jumuiya ya kimataifa ili kupunguza mvutano unaoendelea kuhusu mpango wake wa nyuklia. Gross amesema amempa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Aragachi ombi la kukutana na kushirikiana, akitilia mkazo kuwa hatua hii inaweza kufungua njia ya suluhisho la kidiplomasia kwa mgogoro wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa OHCHR Thamin Al-Kitan ameripoti leo kwamba hadi kufikia sasa takriban Wapalestina 410 wameuawa na jeshi la Israel wakati wakijaribu kupata msaada kutoka kwa vituo vipya vya misaada vinavyokumbwa na utata huko Gaza na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti leo kuwa linakadiria kuwa wakimbizi milioni 2.5 duniani kote watahitaji kuhamishwa kwenda katika nchi nyingine mwaka ujao. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana, Arnold Kayanda, kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi, tutaelekea mashinani na leo tunakwenda Geneva, Uswisi. Utamsikia mwandishi wa habari na mwanaharakati kutoka Afghanistan anayeangazia ukosefu wa haki za wanawake chini ya utawala kandamizi wa Taliban. Salia papo hapo tafadhali, kutoka New York sauti

Unaendelea kufuatilia habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw, kwa taarifa pamoja na makala. Mimi ni Flora Nducha na tunasonga mbele sasa. Ni wasawa mada kwa kina. Kesho Juni 25 ni siku ya kimataifa ya mabaharia, ambayo mwaka huu imebeba maudhui, meli yangu isiyo na unyanyasaji Shirika la Umoja wa Mataifa la usafirishaji majini IMO limechagua maudhui hayo yakienda ya sambamba na uzinduzi wa kampeni iliyopatiwa jina hilo hilo, meli yangu isiyo na unyanyasaji, kampeni ya kijasiri ya kusongesha utamaduni wa kuheshimiana baina ya watendaji ndani ya meli na kutovumilia kabisa uonevu na unyanyasaji wa aina yoyote ile baharini. Kulikoni maudhui ya kampeni hiyo zama za sasa? Assumpta Massoi anafuatilia kwa kina. Kwako Asumta. Video ya shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO mahususi kwa siku hii ya mabaharia inaanza na like kauli ya baharia huyu mwanamke Mary Jen Sinshuan, fundi wa umeme Aki melini, akisema ninapoingia melini wafanya kazi wengine like, wanahoji kama vile, kwa nini kuna mwanamke baharini? Je, anaweza kufanya kazi husika? Kuna mashine kubwa, je anaweza kuhimili uzito wake? Je, yeah? like anaweza kutafiti na kubaini wapo, kuna tatizo na kuchukua hatua hiyo ni miongoni mwa simulizi za mabaharia kuhusu vikwazo wanavyokutana navyo baharini, vikwazo vinavyoonyesha kutokuwa na imani nao kwa sababu mbalimbali, na huyo sababu ni mwanamke. Mark Philip Lorilla ambaye ni mhandisi mkuu anasema, ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa melini, nilijitambulisha kwa mhandisi mkuu na hafla alinifokea, akisema kwamba hanipendi kwa sababu tu like nimesoma shule fulani, hivyo tu basi. Jugu Weng Yohana, afisa mwanafunzi katika kampuni ya meli ya Hafnia, anazungumzia yeye uzoefu wake akiwa bado shuleni akisomea ubaharia ambako alihisi anaweza kukumbwa na unyanyasaji akizungumza huku video ikimwonyesha akibonyeza vitufe vya uongozaji ndani ya meli, Jugo anasema awali nilielezwa kuwa baharia ni tasnia iliyobugikwa na wanaume wengi zaidi, na kumbuka nikiwa shuleni kama mwanamke pekee darasani, nilitambua kuwa wanawake hawasomei sayansi ya masuala ya uendeshaji wa vyombo baharini. Mitazamo kama hiyo, kwa mujibu wa IMO, imekuwa kwa muda mrefu miongoni mwa vikwazo vya utendaji kazi wa mabaharia. Manindra Sing, nahodha wa meli Afnia, akiwa kwenye chumba cha kuongoza meli pamoja na wasaidizi watatu wanahodha wote wakiwa ni wanawake, anasema 25 miaka ishirini na mitano au thelathini iliyopita lilikuwa jambo la kawaida kabisa kwenye tasnia hii, baharia au mfanyakazi ndani ya meli kukumbwa na uonevu na unyanyasaji. Lakini hivi karibuni, tuseme, miaka mitano au kumi iliyopita, swala hilo linachukuliwa hatua kwa umakini. Lakini ni jambo gani ambalo limeleta mabadiliko? Tunamulika kampuni hii ya meli Afnia ambapo mkuu wa ajira ya mabaharia Afnia Shiva Kapur anafafanua. Jambo la kwanza tulilofanya, tulilazimika kuangalia mfumo wetu dhidi ya unyanyasaji na uonevu. Tuliangalia pia mfumo wa uwasilishaji malalamiko. Tulihakikisha kuna mfumo kwa wanawake kuweza kuwasilisha malalamiko yao kuhusu unyanyasaji au uonevu wowote ule, hali kadhalika kwa wanaume. Video inatuonyesha watendaji mbalimbali mbali, wakiwemo baharia wanawake na wanaume wakiwa kwenye vikao, na kisha inaturejesha kwa nahodha Manindra akiwa na msaidizi wake akimuuliza, je, yeah, unaweza kuona meli ile? Msaidizi huyo ni afisa mwanafunzi jugu ambaye anasema the... nahodha amesaidia sana kuhakikisha wanawake tujisikie huru, so, so, so, na salama kumwendea to to, na pia sisi kujieleza. Jinjing zang mwanamke mwingine afisa msaidizi wa nahodha anasema always, uh, kila mara wakati wa mikutano ya usalama tunawafundisha wanaume jinsi ya like kutangamana baina ya watu wa mataifa tofauti. Nadhani hii ni njia bora. Mary anarejea na, na kueleza kuwa nimefanya kuwa ni jambo la kawaida kuuliza kila mfanyakazi melini anajisikia vipi akiwa chomboni, na kwa mhandisi mkuu Mark jawabu mujarabu ni shiriki na pia kuwa na mfumo wa kutoa ripoti ambao unaweza kufikiwa kirahisi na wafanyakazi. Kupitia ujumbe wake wa siku hii, mkurugenzi mkuu wa IMO Arsenio Dominguez anasema kuwa kuanzia tarehe mosi mwezi Januari mwakani 2026 itakuwa ni lazima kwa kila baharia kupata mafunzo ya kanuni dhidi ya unyanyasaji na uonevu kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa kanuni za mafunzo, utoaji vyeti na muda wa kazi kwa mabaharia au STCW. Kwa Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mabaharia, licha ya jukumu lao adhimu la kufanikisha usafirishaji wa bidhaa muhimu duniani kote, bado wanakumbwa na uonevu na unyanyasaji wakiwa kazini. Hivyo anataka siku ya mabaharia duniani itumike kuazimia kuwa na sekta ya usafirishaji baharini inayozingatia usawa, heshima na utu. Toson Kok kutoka chama cha mabaharia Singapore anatamatisha video ya IMO akisema kuwa ili kuongeza uelewa, elimu ni muhimu. Iwapo kampuni zitawekeza rasilimali zao kuelimisha mabaharia, nina uhakika tatizo hili linaweza kutokomezwa. Shukrani sana Asum Tamasoi kwa mada hiyo kwa kina. Sasa basi ni mashinani leo. Nampa fursa Zahra Nadal. Huyu ni raia wa Afghanistan, ambaye pia ni mwandishi wa habari na mwanaharakati wa haki za wanawake anayeishi uhamishoni kutokana na zahma nchini mwake. Anazungumza kutoka Geneva, Uswis, na anasimulia hali halisi ya wanawake nchini Afghanistan, huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia haki zao. I was in a in niliishi katika kijiji cha Bamian, Afghanistan, ambako hatukuwa na umeme wala maji ya bomba. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda gari wakati familia yangu ilipokimbilia Iran. Nilikuwa na ndoto kubwa ya kupata elimu na haki ya kwenda shule kama watoto wote. Hali ya wanawake sasa ni janga kubwa. Kila mmoja wetu anapaswa kulisimamia swala hili na kuwasikiliza wale wanaoishi chini ya ukandamizi wa Wataliban. Tunapoteza haki za msingi kama kwenda shule na kupata riziki kwa wanawake ili kusaidia familia. Tunahitaji hatua za haraka, lakini hatuoni hatua madhubuti zikichukuliwa. Tunasikia tu matamko ya kulaani na ahadi tupu zikisema, ndio Wataliban wanapaswa kubadilika. Wataliban hawajali kuhusu maneno, wanahitaji matendo. Taliban do not respect words. They don't care about words. Hongera sana Bi Zahra Nadel kwa kupigania haki za wanawake nchini Afghanistan. Basi nami nakunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video. Kwa upande wa vipindi vyetu vya redio, vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kurambaza kwenye video nyingine mbalimbali mbali kupitia chaneli yetu ya YouTube, Habari za UN kwenye ukurasa wetu wa X ni habari za UN, lakini kumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN kupitia Play Store na App Store. Kufikia hapo kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, nakutakia amani na kwa heri kutoka hapa Marekani, Umoja wa Mataifa.